Watu wengi mnateseka hapa duniani, na mateso mnayopitia hayawastahili, hayapo katika hatima za maisha yenu. Kama jina lako au picha yako imewekwa katika madhabahu yenye nguvu za giza au yenye nguvu mbaya basi tarajia mambo mabaya katika maisha yako, yaani hutofurahia maisha yako hata siku moja. Mtu anaweza akachukua jina lako au picha yako na kuinenea mambo mabaya, ili hayo mambo mabaya yakupate, yatembee na wewe katika maisha yako. Inawezekana analipiza kisasi, hakupendi au hapendi kuona wewe unafurahia maisha. Na hiki kitu kwa sasa hivi watu wengi sana wanafanyiwa, lakini hawaelewi ni nini kinaendelea katika maisha yao Wanabaki tu kusema maisha magumu au hawana bahati, lakini sivyo. Hiyo siyo destini yako. Sasa swali la kujiuliza ni je, utajuaje kama jina lako au picha yako imewekwa katika madhabahu ya giza? Naomba unisikilize kwa makini sana. Universe inataka kuongea na wewe siku ya leo. Inawezekana kwa kupitia video hii wewe au ndugu yako, rafiki yako, ama mtu yoyote yule ambaye unampenda anakwenda kupona kwa kupitia video hii. Kumbuka kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya, umeletwa hapa kwa kusudi maalum. Universe inakwambia kila kitu kitakuwa sawa na utafanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa na haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au Muislamu, kinachotakiwa ni wewe kuamini katika nguvu za ulimwengu na utafanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Kwa Waislamu huwa tunasema insha allah na kwa Wakristo tunasema kwa jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana, kama unaamini kwamba unakwenda kuondokana na mateso yote ambayo hayakustahili, Andika hapo chini katika comment, nimefuta jina langu na picha yangu katika madhabahu ya nguvu za giza, na hakika itakuwa hivyo kama ambavyo unaandika. Dalili ya kwanza kabisa ni kuhisi kama vile mtu anakuangalia au anakufuata unapokuwa peke yako, eidha ukiwa umetulia ndani au ukiwa unatembea peke yako. Na hapa naomba unielewe vizuri, dalili hii huwa haihusiani na uoga kabisa. Yaani sio kwamba mtu anakuwa na uoga wa kitu fulani hapana, yaani unajikuta tu unapata hisia kwamba mbona kama kuna mtu ananiangalia, au ukiwa unatembea njiani peke yako unapata hisia kama vile kuna mtu anakufuatilia kwa nyuma, au yupo somewhere anakuangalia. Hiyo ni ishara tosha kwamba jina lako au picha yako ipo somewhere, kuna mtu anaikontrol. Kama umeanza kupata dalili hii ghafla na haihusiani na uoga wowote, tafadhali sana usipuuzi kwa sababu kuna vitu vibaya vinaweza kuja kukutokea au tayari vimesha kutokea na vinakutesa. Nitatoa solution mwishoni mwa video hii, kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini sana, mwanzo mpaka mwisho. Kuna kitu utapata katika video hii. Dalili nyingine ni kusikia jina lako linaitwa wakati hakuna mtu aliyekuita au upo peke yako hivyo. Ulishawahi kukaa na mtu anaitikaitika au muda wote anakuuliza umeniita mbona, kama anasikia anaitwa, au unakuta mtu yuko peke yake amekaa yeye peke yake, lakini anaitikaitika ovyo. Hiyo ni dalili tosha kwamba jina lako lipo kwenye madhabahu ya nguvu za giza na linatumika vibaya. Kuna mambo mabaya yananenewa katika jina lako. Sasa huko kuitika ni ile connection ya kiroho inakuwa inafanyika, na kadiri unavyoitika ndivyo unavyoipa nguvu hiyo connection. Na ndio maana inashauriwa kwamba ukisikia unaitwa na hujamuona mtu anayekuita, tafadhali sana usiitike, kwa sababu muda mwingine anayekuita sio mtu, ni roho chafu au roho za giza zinakuwa zinakuita. Sasa mara nyingi watu wanakuwa hawajui au hawajajiandaa kwa ajili ya hilo, kwa hiyo wanajikuta tu tayari wameshaitika. Dalili nyingine ni kupata vikwazo kila unapotaka kupiga hatua fulani ya kimaisha. Kwa mfano unakuta mtu unapambana sana kutafuta hela na umejitahidi kweli, umezipata. Sasa unasema ngoja niachane na nyumba za kupanga, nitafute kiwanja niijenge nyumba yao. Utashangaa hapo hapo linatokea tatizo, utasikia huku kuna msiba, mara huku kuna mgonjwa umepata ajali mara duka lako linaungua, yani ili mradi tu usiweze kupiga hatua. Na hii hali inakuwa inajirudia rudia, yani haitokei mara moja, ni kila unapotaka kupiga hatua, yani pale unaposema sasa nataka kufanya kitu fulani, linatokea tatizo, unajikuta unarudi tena nyuma hiyo ni ishara tosha kwamba kuna mtu ameshikilia destini yako. Kuna mtu ameshikilia aidha picha yako au jina lako, ananenea vitu vibaya, anapaswa nguvu za giza zikufuate katika maisha yako. Ni kweli matatizo yapo katika maisha, lakini yanapotokea katika hali isiyokuwa ya kawaida, unapaswa kuchukua hatua, usipuuzi hata siku moja. Dalili nyingine ni kuota ndoto mbaya zinazojirudia rudia siku zote. Mimi huwa nasema ndoto sio kitu cha kupuuzia hata siku moja. Watu wengi huwa wanachukulia poa sana ndoto. Ulimwengu huwa unawasiliana na sisi kwa kupitia ndoto. Zipo ishara nyingi sana huwa tunapewa kwa kupitia ndoto, lakini watu tunapuuza. Unapoona unaota ndoto moja hiyo hiyo inajirudia kila mara Tambua kwamba huo ni ulimwengu unakupa ishara, kazi inabaki kwako kwa wewe kuchukua hatua. Kama utajikuta unaota ndoto moja inayojirudia mara kwa mara, tambua kwamba hiyo ni ishara kutoka kwa ulimwengu. Inawezekana jina lako au picha yako inatumika vibaya katika ulimwengu wa kiroho, na hutaacha kuota hizo ndoto mpaka pale utakapochukua hatua. Dalili nyingine ni kuandamwa na mikosi au bahati mbaya. Yaani wewe unajikuta ni mtu wa kupoteza tu kila siku, ukishika pesa unaipoteza, biashara zinakufa, unapata hasara kila siku, ukipata kazi haidumu, unafanya kazi miezi miwili mitatu ushafukuzwa tayari. Yaani kila unapogusa wewe, unaandamwa na mikosi au bahati mbaya. Ukiona hivyo, tambua kwamba kuna kitu hakipo sawa katika maisha yako. Inawezekana kabisa jina lako au picha yako inatumika vibaya katika madhabahu ya nguvu za giza. Dalili nyingine kuu ni kuto kuendelea katika mambo yako, yaani wewe kila siku uko pale pale, kama ni biashara, kila siku wewe ndo unaanza, yaani hakuna maendeleo yoyote kama ni malengo umejiwekea huyatimizi, haijalishi unafanya juhudi kiasi gani, haijalishi unapambana kiasi gani, yaani wewe pambana unavyoweza, lakini kila siku unakuwa uko pale pale. Sasa hiyo sio hali ya kawaida, wala usichukulie poa, usiseme kwamba hivyo ndivyo maisha yalivyo unakuta wale walioanza nao tayari wameshafika mbali lakini wewe uko pale pale, na unafanya jitihada zote ambazo wenzako wanazifanya, lakini wewe hufiki wenzio walikofika. Hiyo ni ishara tosha kwamba kuna nguvu za giza zinakufuatilia. Inawezekana jina lako au picha yako inatumika vibaya. Kuna mtu anakutamkia, anakunenea mambo mabaya kila siku kwa kupitia jina lako. Sasa watch out. Inatakiwa uwe makini sana uweze kuvunja hizo nguvu za giza na minyororo yote ya giza. Dalili nyingine unaweza kuziona mwilini mwako, yaani unakuwa unapata magonjwa au dalili za ugonjwa ambazo hazieleweki, hata ukienda hospitali madaktari wanashindwa kutambua au wanashindwa kufanya diagnosis ya ugonjwa, na dalili hizo zinaweza zikawa zinajirudia rudia, inaweza ikawa ni kwenye ngozi au maumivu fulani mwilini. Kwa mfano inaweza ikawa wewe unasumbuliwago tu na kichwa kila siku, ukienda hospitali kucheki ugonjwa huoni, yaani kila kitu kipo sawa, au unaumwa miguu kila siku, miguu inakuuma, ukienda hospitali wanakupima, wanakucheki, kila kitu kipo sawa, lakini wewe bado unaumwa. Hiyo ni ishara tosha kwamba inawezekana jina lako au picha yako inatumika vibaya katika madhabahu ya giza na pia kuna baadhi ya watu huwa wanakosa usingizi usiku bila sababu ya msingi yaani, unajikuta tu linapoingia giza, wewe hulali usiku, unakuwa tu upo macho na inauchosha sana mwili. Hiyo hali ukienda hospitali kuchunguza tatizo hukutwi na tatizo lolote, huna stress ya aina yoyote, huna madeni, lakini upate usingizi. Sasa unajiuliza hii hali ni kwa nini inanitokea. Hiyo ni ishara tosha kwamba jina lako au picha yako inatumika vibaya, na inatakiwa uchukue hatua haraka sana. Sasa naomba unifuatilie kwa makini sana, nitakwenda kukuelekeza kwa vitendo namna ya kuvunja nguvu za giza zilizonenewa kwako kwa kupitia jina lako au kwa kupitia picha yako. Unapokwenda kutekeleza zoezi hili, hakikisha una vitu vitatu ndani yako. Cha kwanza ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako na pia kuamini katika nguvu za ulimwengu, na tatu ni kuamini katika kitu unachokifanya. Amini kwamba utakwenda kufanikiwa. Kama umepata uvamizi wa roho chafu, yani spiritual attack, au kama unahisi kuna mtu anakufanyia mambo mabaya katika maisha yako, nazi inao uwezo mkubwa wa kusambaratisha hayo yote. Hakuna kitu nazi inashindwa. Na ukiona mtu ameambiwa atumie nazi, basi fahamu kwamba huyo mtu amepata uvamizi mkubwa wa kiroho, yaani tunaita super spiritual attack. Naomba unifuatilie kwa makini sana. Utatakiwa kwenda sokoni au gengeni, sehemu yoyote ile ambapo zinapatikana nazi. Chagua nazi nzuri iliyokomaa kama hii hapa na hakikisha hiyo nazi ina maji ndani yake, ni muhimu sana. Kwa hiyo make sure unaitikisa. Ukifika nyumbani, kaa sehemu yenye utulivu ndani kwako. Utaishika hii nazi kwa mikono yako miwili, huku unanuia yale mambo yote mabaya yaliyokuwa tak yaweze kuhamia kwenye hii nazi. Unaweza ukawa unatamka kimoyomoyo au kwa sauti. Kwa mfano unaweza ukawa unasema hivi Naomba umaskini, mikosi na mabalaa yote yaliyoushika mwili wangu yaweze kuhamia katika hii nazi. Nguvu za magonjwa, umaskini na uchawi zote zikahamie ndani ya hii nazi. Nitakapoiachia tu hii nazi, basi na hizo nguvu ziweze kuniachia, niwe msafi, niwe mweupe kama ambavyo hii nazi ilivyo nyeupe kwa ndani. Hakikisha unatamka kwa hisia na kwa kumaanisha, yaani mpaka usikie vibrations ndani ya mwili wako. Ukishamaliza zoezi hilo, utatakiwa kwenda kuiweka hii nazi katika kona ya nyumba yako. Nafahamu kila nyumba lazima iwe na kona. Kwa hiyo, nenda katika kona yoyote ile ya nyumba yako au ya chumba chako, kaiweke hii nazi. Ngoja ni kuonesha jinsi ambavyo unatakiwa kuiweka hii nazi. Hapa ni kwenye pembe ya chumba, kwa hiyo nazi yako utaiweka kama hivyo. Ukishaiweka hiyo nazi hapo, utaiacha kwa muda wa siku saba na baada ya siku saba utaangalia hii nazi, kama ikipata crack hapa katikati, ikitengeneza ufa yani kama inataka kukatika hiyo ni ishara ya kwamba ulipata uvamizi wa roho chafu, au kuna mtu amekuwa attack na nguvu mbaya, na ndio maana mambo yako hayaendi, au wengine huwa wanasema kwamba umelogwa. Kulogwa ni kupata uvamizi wa nguvu mbaya katika nafsi yako. Sasa kama kulikuwa na nguvu mbaya zilikuwa attacked katika mwili wako, zitaingia ndani ya hii nazi, na utakapoiweka katika kona ya nyumba yako, ni lazima tu ufa utatokea. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba ndani ya nazi kuna kitu kibaya kimekuwa trapped. Sasa hapa ndipo pale ambapo watu huwa wanaambiwa, nenda kaimalizie hii nazi njia panda Yani, anaenda njia panda asubuhi au usiku, kukiwa hamna mtu yoyote, anaenda kuipasua ile nazi, anaimalizia alafu anaiacha hapo hapo. Sasa katika nguvu za ulimwengu, kuna haja ya kufanya kitu kama hicho hapo. Unachotakiwa kufanya, nenda chooni, kaimalizie kuipasua hiyo nazi, kisha yale maji ya flash yaende chooni. Yale mabaki ya nazi, nenda kayatupe dampo, ambapo huwa unatupa takataka taka zako kila siku. Hapo utakuwa umeondokana na nguvu mbaya zote ambazo zilikuwa zimekushikilia katika nafsi yako, na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye ataweza kuzirudisha tena hizo nguvu ambazo alizielekeza ziji kwako. Kwa hiyo baada ya hapo endelea na mambo yako kama kawaida, na utaona jinsi ambavyo milango ya baraka inaanza kufunguka katika maisha yako, na hata mwili wako utaanza kusikia unakuwa mwepesi, kwa sababu kuna kitu cha ziada unakuwa umekitua mwilini mwako. Kama unataka kumfanyia mtu mwingine ambaye unahisi naye amepata uvamizi wa roho chafu katika mwili wake, utatakiwa kufuata hatua zifuatazo. Kwanza utatakiwa kuwa na picha yake. Hebu tuashumu hii ndio picha yake. Sasa kwa hiyo picha yake utaiweka hapo kama hivyo, na pia utatakiwa kuwa na nazi, nazi nzuri ambayo ina maji ndani yake, na kitu kingine utatakiwa kuwa na makapen makapen ambayo ninashauri, unayoweza kuitumia unaweza ukatumia kutumia makapen ya blue au makapen nyekundu. Hapa mimi nimechagua kutumia ya blue ambayo ni hii hapa. Hii makapen tutaitumia katika kuandika jina la mhusika ili nguvu mbaya ziweze kuondoka mwilini mwake. So nitakuonesha namna ya kuandika. Umona, hii ni nazi Unaweza kuchagua kuandika popote pale, unaweza ukaandika huko nyuma, pembeni, popote pale ambapo wewe unaona panafaa, na utatakiwa kuandika majina yake mawili ambayo wewe unayafahamu. Kwa mfano hapa, mimi naweza nikakuonyesha jinsi ya kuandika. Unaweza ukaandika ukageuza upande mwingine, yani vyovyote vile, ni mradi majina mawili yaweze kuenea katika hii nazi kuona. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo mimi nimeandika. Zingatia kwamba inatakiwa uandike majina mawili, yani jina lake pamoja na jina la baba yake. Baada ya hapo sasa, utatakiwa kuweka hii nazi juu ya picha ya huyo mhusika, kisha utaishika na mkono kama hivi, halafu utaanza kutamka maneno ambayo yanaashiria zile nguvu mbaya ambazo zimemwataka katika mwili wake zikaweze kuingia katika hii nazi. Hakikisha unatamka kwa hisia mpaka unasikia mitetemo ndani yako, na unatakiwa kuzingatia kwamba usije ukamtamkia maneno mabaya. Nazi huwa haitumiki hata siku moja katika kuroga. Nazi huwa inatumika kusafisha, kupurify your soul. Kwa hiyo hakikisha unatamka maneno ya kumsafisha, maneno ya kumwondolea vifungo. Ukitamka vitu vibaya, zile nguvu zina reverse, yani zinakurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo make sure, kama unamfanyia mtu, mfanyie kwa wema, mfanyie kwa nia nzuri ya kuweza kumwondolea vifungo au kumsafisha. Kwa hiyo unaweza ukamfanyia mtoto wako, unaweza ukamfanyia mume wako, wazazi wako, ndugu yako au rafiki yako na pia kuna mbinu nyingine ya kuweza kuitumia nazi hii kuweza kuondoa nguvu za kichawi ambazo zilikuwa zimeishikilia nafsi yako. Sasa hapo tutakiwa kuchukua nazi yako, kisha iweke kwenye sahani, sahani yoyote ile, kama unavyoweza kuona kisha tutatakiwa kuwa na kisu, na kisu chako hakikisha kina ncha huko mbele unaweza kuona. Na kama utakosa kisu cha namna hii, unaweza kutumia kitu chochote kile chenye ncha kali, kama vile msumari au kijiti chochote kile ambacho kimechongoka. Pia utatakiwa kuwa na glass au kikopo ambacho tunakiita Mason jar, ambacho kuonesha sure, kina uwezo wa kuonyesha kitu kilichomo ndani na make kinakuwa na material ya glass. Zoezi linalofuata utatakiwa kuyatoa maji yaliyopo ndani ya hii nazi na kuyaweka katika masoniki jaa, bila kuipasua. Kama unavyoweza kuiona, hii nazi ina haya macho matatu. Sasa utatoboa jicho mojawapo ili tuweze kuyatoa sasa maji yaliyopo ndani ya hii nazi. Zingatia kwamba hutakiwi kuipasua hii nazi, ni muhimu sana. Unapoipasua maana yake ni kwamba unaharibu zoezi lako. Sasa kwa kutumia hiki kisu ambacho kina ncha kali, tutatumia kutoboa jicho mojawapo la hii nazi. Lakini kama utakosa kisu cha namna hii, nimesema unaweza ukatumia msumari ukautoboa, au kijiti chochote kile ambacho kina uwezo wa kutoboa hapa. Kwa hiyo tutaanza kutoboa kama hivi. Lengo letu ni tuweze kuyatoa haya maji bila kuipasua hii nazi na wakati unaendelea na ile zoezi, hakikisha una set intention yako kichwani, yaani lile lengo lako liwe kichwani na uwe unalikumbuka muda wote, kwamba ninafanya zoezi la kujisafisha mwili wangu, nataka niondokane na hizi nguvu mbaya, super spiritual attack au nguvu za kichawi ambazo zimeshika nafsi yangu. Hili zoezi unaweza ukalifanya katika siku yoyote ile na muda wowote ule, itategemeana wewe na ratiba zako. Ukishahakikisha umeshatoboa tundu linaloweza kutoshea kupitisha maji yaliyopo ndani ya nazi, sasa utatakiwa kuyamiminia katika masoni kijaa yako kama hivi. Haya naweza nikayaita ni holy water. Maji haya utatakiwa kuyatumia kuogea. Yani, utachanganya na maji yako ya kuogea na yataweza kusafisha kila aina ya nguvu mbaya iliyokuwa attacked katika nafsi yako. Haya ni maji matakatifu, yana uwezo mkubwa sana wa kuondoa negative energy iliyokungangania katika mwili wako na hasa zile nguvu, yani tunaita super power, ambazo zinashindikana kuondoshwa kwa namna hizi za kawaida tulizozizoea. Kwa hiyo nazi inao uwezo wa kuondoa nguvu ambazo zimeshindikana, zimekung'ang'ania katika mwili wako, na hasa zile nguvu za uchawi. Na wakati unaoga, inatakiwa uwe unajinuizia maneno mazuri, inatakiwa uwe unatamka maneno mazuri. Kwa mfano, unaweza ukawa unasema kwa jinsi ambavyo ninaoga haya maji na yanatiririka mwilini mwangu, ndivyo hivyo nataka mabaya yaachane na mwili wangu. Ninataka nafsi yangu iwe safi iwe nyeupe kama jinsi ambavyo nazi ilivyo nyeupe ndani. Sasa unaweza kwa najiuliza hii nazi nikishachuja haya maji, hii nazi inayobakia naweza kuifanyia nini? Hii nazi inakuwa haina shida yoyote ile unaweza ukaipasua ukakuna ukaunga kwenye chakula chako au kwenye mboga zako, hakuna tatizo lolote ile. Nazi ambayo hutakiwi kuitumia kwa mambo mengine, yani kama kula au kitu kingine chochote, ni ile nazi ambayo umenuia mambo yako mabaya ambayo huyataki, alafu ikapasuka au wewe mwenyewe ukaipasua, hiyo nazi utakiwe kuitumia sijui tunaelewana. Lakini hii ambayo tunaitoboa na kutoa maji yake, hii unaweza ukaitumia na ukafanya mambo mengine yoyote yale. Mtu ambaye anaruhusiwa kutumia nazi katika kujisafisha mwili wake ni yule ambaye anatazama hii video na anaamini katika nguvu za ulimwengu. Haijalishi wewe ni dini gani. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana. Nami ninaamini kwa jinsi ambavyo utakwenda kutekeleza hili zoezi, utakwenda kupata mafanikio kama ambavyo wengine wamepata mafanikio yao. Hivyo ni kutakie kila la heri, na hakikisha haufanyi kwa kujaribu fanya kwa kumaanisha na fanya ukiwa na imani thabiti. Subscribe ili usije kupitwa na video ina